Hii ni according to me, kulingana na mimi vile naona vitu vinaenda kwa generation ya saa hii. Sijui before kulikuwaje, lakini tnashi hii. Kikwangu mimi, kimimi naona hakuna love, especially kati ya mwanamume na mwanamke. Nita explain ya vizuri like kwa mwanamume ndo apende mwanamke nieza amempenda juu ya kitu, mfano niweza amempendea labda kuna sura nzuri, ama amempendea juu kwa na nyashi. Na ukija kwa mwanamke, upande mwingine, sababu ya kumpenda mwanaume nieza jua kuna pesa. like ile true love ya kupenda mtu kutoka moyoni, yaani hakuna kitu, amempendea juu ya physical appearance mempenda tu kwa sababu ya ile kutoka moyoni love ya siku hizi ni hii fact tu nimekuja kwangu hugen na mi hata nimekuja kwau hugen There's no true love according to me. na kama basi iko ni watu wachache sana ambao wanaiperformia true love from the heart not sababu ya physical appearance. asanteni kwa kunisikiza. thank you guys.